BBC katika idhaa yake ya Kiingereza walifika Goma wiki hii mwanzoni kabisa na mahojiano yakiweza kufanyika katika ripoti ambayo tulitazama, ambapo pia idhaa Kiswahili walichukua ripoti hiyo na wakaiweka katika mfumo wa Kiswahili. Mwandishi wa habari wa BBC kutokea Goma, ambaye alienda kufanya mahojiano na Corney Nangaa, kiongozi wa M23, anaitwa Orgen, aliweza kufanya mahojiano na Corney Nangaa. Corney Nangaa hakuweza kujibu maswali ya msingi kwa ufasaha, lakini ukweli ni kwamba Corney Nangaa anaujua ukweli na haku, hakutaka kusema sasa, nakuwekea vipande vi vi vi viwili vitatu hapa vi, uone majibu ya Kornel Nangaa dhidi ya Organ ambaye alikuwa akimhoji maswali huko Goma, na maswali ni ya msingi kabisa. Hili swali anamuuliza kwamba kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema takribani watu elfu tatu waliuawa wakati wa mapigano mwezi wa Januari hapo Goma. Sasa sikiliza majibu ya Kornel Nangaa. An -an anachokisema akimjibu mwandishi huyo wa habari Goma, ni jiji dogo. Nafahamu ya kwamba walikuwa wanapigana katika jiji, lakini cha kufurahisha ni kwamba katika jiji kama Goma watu elfu tatu waliuawa sifahamu. The UN says almost 3000 people were killed during their battle for Goma in late January. Corne Nanga says he saw nothing. Goma is a small city. I know that they were fighting in the city. But it's amazing to see that in a city like Goma, 3,000 people was, was killed. I don't know. Mwandishi akamuuliza jaribu hebu e, kuwa wazi colonel, ni, ni, ni kwamba watu elfu tatu waliuawa Goma haufahamu? Anasema hafahamu, hafahamu kabisa. Sasa kipengele kingine ni hiki hapa ambacho kimeleta utata juu ya msingi wa swali la la uh, Oregan ambaye alikuwa akizungumzia aki, aki Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, kundi la waasi la M23 hupokea msaada wa kijeshi moja kwa moja kutokea Rwanda. Mwandishi pia amemuuliza swali hilo hapa Nangaa na asikiliza pia majibu yake. I I I don't don't know know anything about Rwanda. Rwanda. If they say that there are 4000 uh, uh, fighter from Rwanda, I don't know, I didn't see them.

walitoka Rwanda kwenda katika kundi hilo la waasi wa M ishirini na tatu. Sasa anachokisema hapa Nangaa, afahamu chochote kuhusu Rwanda, sifahamu chochote kuhusu Rwanda na kama wanasema kuna hao watu wanajeshi elfu nne walikuja, sifahamu na sikuwaona mimi. Akauliza tena kwamba ni kwamba hujapokea msaada wowote kutoka Rwanda, akasema hajaona kabisa na anasema pia hapa kwamba kuna picha ambazo zinaonesha makundi hayo eh, kwa maana ushahidi wa hao huo msaada wa kijeshi kutoka Rwanda kwenda katika kundi la waasi wa, wa M ishirini na tatu, na, na unasema hawakuwa hapa na, na, na, na hawapigani pamoja na wewe Nangaa. Na pia alisema kwamba wanaweza kuwa na ushahidi wao, lakini mimi kama nilivyosema, sikuona huo ushahidi

Swali hili mwandishi anamuuliza kwamba M23 wamelaumiwa kwa, kwa, kwa miaka mingi wakifanya mauaji, wakifanya udhalilishaji, wakienda kinyume na, na, na haki za kibinadamu kwa muda mwingi sana, na wametoa ripoti kwa maana, kwa wame document kabisa ripoti ambazo zimetolewa zime, zime, zime, zime wazi wazi. un, Unazungumziaje kuhusiana hili? Nangaa na nasema sijawahi kuona hizo ripoti na siwezi kujibu uh, katika ripoti ambazo sijawahi kuzisoma. Kamuuliza tena kwamba hauogopi kuhusiana na taarifa hizi ambazo zimetengenezwa uh, kwa kwa, kwa, kwa miaka mingi Nangaa, na kataa kabisa, anasema no no, na anasema kwamba vilevile sisi tuna tuna tunaandika tuna, tuna Uh, ripoti yetu wenyewe kona wenyewe wanafanya utafiti wao uchunguzi, uh, kuja na ripoti. Tusubiri, pengine wanaweza kaja na ripoti ikawa kinyume, au If a body like the UN or the Red cross or Amnesty or Human Rights If a body like the UN or the Red cross or Amnesty or human Rights Watch if all of these people

Na hapa alikuwa anajaribu kumorodheshea vyombo vya kimataifa ambavyo vimefika Goma makongo kuweza kufanya utafiti na kuja na ripoti Amnesty International, uh, shirika la la, la umoja mataifa la haki za kibinadamu, kuna Red Cross na vyombo vingine vya kimataifa, wanasema kwamba M23 wamekuwa wakifanya matukio hayo ya mauaji na kwenda kinyume na Uh, vipengele vya haki za kibinadamu wewe unasema kwamba haujawahi kuziona. Nangaa aliongezea pia akasema, uh, kwamba nadhani kwamba si watu ama vyombo sahihi vya kuzungumzia hilo, na, na, na katika hizo ripoti nyingine sijawahi kuziona na kama nikiziona nitakuwa tayari kuweza kuzijibu, lakini ripoti hizi zimetengenezwa kwa muda mrefu na unasema hujawahi kuzisoma. Akamwambia, nipatie hata moja.